Alhamdulillahi rabilalamina Waswahili walisema ukiona kwapa alitoka jasho, jua paja la sengenywa. Wengi wanamfahamu kama Kokoro, maarufu kwa jina la kisanii Nyanya Rukia. Fainali uzeeni, sasa mkiona na peta hapa na lavu yangu watu o, oh, nyanya fuga majini. Ni mmoja wa waigizaji, watengenezaji wa maudhui na wachekeshaji mashuhuri zaidi nchini Kenya. Anajulikana kwa ustadi wake wa kipekee wa uigizaji katika kipindi cha kuchekesha cha Nyanya Rukia ambapo anaigiza kama bibi mkaidi na mbishi. Mbali na tamthilia hiyo, ameshiriki katika michezo mingine mingi ya Kiswahili, hali iliyomletea umaarufu mkubwa ndani na nje ya Afrika Mashariki. Jina lake halisi ni Fahamu Kazungu mwenye umri wa makamu, mchekeshaji kutoka Mombasa. Ingawa elimu yake ni ya kiwango cha chini, safari yake ya mafanikio haijakuwa rahisi. Nimekuwa kondakta wa matatu kwa muda mrefu aa, baada hapo nimekuwa dereva wa matatu katika barabara ya Kisauni Bamburi. Nimekuwa nikijihusisha sana na aa, mambo ya kuweza kufanya drama mtaani ee, mashirika kadhalika kwa kijamii mtaani, tunaelimisha watu kuhusu neti za mbu kuhusu virusi vya Ukimwi. Kupitia kujituma na mafunzo mbalimbali, ameweza kujiboresha katika uigizaji na hatimaye kufanikiwa. Sikujua jinsi ya kuandika skripti, sikujua mambo yote, isipokuwa mimi nilikuwa nikifanya michezo eh, freestyle. Sasa nilikuwa nikitengeneza skit, skit za kama dakika tano dakika sita kwa sababu kuna watu wengi wakifanya entertainment hawataki kukaa sana wakabweka. Sasa hivi ninavyozungumza, nimepata mafunzo mengi jinsi ya kupackage skripti zangu. Leo hii mbali na kuwa mwigizaji maarufu fahamu maarufu kama Kokoro pia ni mtangazaji wa redio, mchekeshaji na mshereheshaji wa matukio mbalimbali. Bala gani hizi, bala gani? Kusanya mifuko mwanadamu, kusanya mifuko saa zote na mavumbi haya, kisha senti shilingi ntano, kazi gani e? Bwana Mungu tutole ndio utupe na sisi hizo kazi ya robi Mwingine anayezidi kung'ara katika tasnia ya sanaa ni Ahmed Hassan maarufu kama Mbora Madi. Kijana huyu mwenye umri wa miaka 28 kutoka Lamu amejikita zaidi katika uigizaji, uchekeshaji na utengenezaji wa maudhui mitandaoni. Safari yake haikuwa rahisi, kutoka kuwa mraibu wa mihadarati dereva wa pikipiki Lamu na nahodha wa maboti aliweza kujitambua na kuamua kufuata kipaji chake cha uigizaji. Kwa msaada wa wadhamini, mwaka jana alianzisha rasmi safari yake ya sanaa mjini Mombasa. E, nafikiri kwa muda wa miaka kadhaa, saa hii Lamu imekuwa ile, asent imepotea. Content zangu siwezi fanya content ambayo itakuwa ina uchekeshaji lakini haina mafundisho Licha ya changamoto nyingi, Ahmed sasa anajipatia riziki kupitia matangazo na utengenezaji wa maudhui mitandaoni. Pia amekuwa mstari wa mbele katika kuhimiza mafunzo kwa watengenezaji wa maudhui, jambo ambalo limefungua nafasi nyingi za ajira kwa vijana kote Afrika Mashariki. Iko umo, huyu panda, huyu punda, wewe utakwenda ngoi panda.